a simulizi na sauti tulikupatia stori ambayo inamhusu producer Cukie Dadi pamoja na Fox Medit producers kutokea Tanzania, ambao walifurahishwa na kile kitendo ambacho alikifanya Davido kutokea pande za Nigeria, kumkutanisha msanii Teni kutokea Nigeria huko huko na msanii Chris Brown kutokea pande za Plus One Marekani, na Teni akawa anamsikilizisha Chris Brown track yake inaitwa Money. Ni kitu ambacho kimependezwa na watu wengi sana sana sana ukiacha producer Fox Made It pamoja na Cukie Daddy. Sasa nimeona sio case, ni mtafute producer Cukie Daddy aweze kuzungumza kuhusiana na kile ambacho amekifanya. Ameposti kwenye page yake ya Instagram picha ya Teni na Chris Brown pamoja na Davido, alafu akaandika hivi, Wanyaturu wa Bongo hamuoni tu, akaika emoji ya kucheka, akaendelea kusema kwamba endeleeni kushindana, dunia ipo kasi sana. Nao upendo ndo unawini. Producer Cukie Dadi yuko hapa, tupige naye mastori pia atazungumza kwa nini ameandika hivi, uh, kuhusiana na, um, swala la upendo. Ina maana kwenye game ya Bongo kuna chuki kiasi hicho? Mimi naitwa Sadi TZ mbeba maono ya mtaa. Taa ya mtaa imewaka nangu mnasemaje? Tukimzungumzia producer Cukie Dadi ni mmoja kati ya producers wapi ambao wanafanya vizuri kwenye game. Amehusika kwenye The God Son album ya kwake Mario, amehusika pia kwenye Starter EP ya kwake Alikiba, amehusika kwenye kazi tofauti tofauti tukizungumzia Kautaka ya kwake Jaiva ile alihusika yeye kufanya mixing. So ana kazi tofauti tofauti ambazo amezifanya kwenye game ya Bongo Flavor. Producer Cukie Daddy tuanzie hapa, kwa hicho ambacho umekiandika, ni kweli bongo hakuna upendo wa namna hii ya Davido alofanya kwa Teni, au tunazungumza kwamba kibongobongo bongo chuki ni kubwa sana kwenye muziki? Unaweza pia kutuambia labda hii ndo sababu ambayo imekupelekea uposti na kuandika hivi. Cha mm, kwanza unajua mimi nilihamasika na kuona kitu alichokifanya Davido, alafu nikiangalia upande wetu sisi huku wasanii wengi sana wanashindana yani, wanashatengeneza vile vikundi kwamba mi timu fulani timu fulani timu fulani. Wakati huo unajua, unaposhindana na mtu direct, hata we mawazo yako, kuna namna utaanza kufanya vitu ambavyo wanavyofanya kwao, kuna namna hata wewe mwenyewe unatoka kwenye reli, kwa sababu ukianza kushindana na mtu utaanza kufanya vitu ambavyo wanavifanya kwao. Matokeo yake ndi ndiyo kama hivyo, tunakuwa mna, tunafananisha mna, miziki. By the way, hata ukiangalia miziki mingi ya bongo inafanana kwa sababu ni hiyo watu wanashindana bila bila bila mipango, wanashindana mpaka sehemu ambazo hazihitaji ushindani, yaani ovyo ovyo. Kwa hiyo scenario ambayo umeiona Nigeria kwa Davido teni na nini, kwa kwa Tanzania, labda ni kitu gani ambacho kuwa unawataka sana wasanii wawe na upendo wa-wanashirikiana hivi vitu a binafsi sasa hivi na upendo sana kwenye wengi ambao wanafanya mabaya. Kuna wengi inawezekana wamefanya wa mazuri, labda let's say, ambao wanasapotiana wa kibongobongo. Wewe Bongo. Kwako kwa unaona ni mfano gani watu hapa Tanzania wanaweza wakawaiga au ikawa ni jambo zuri tukaa kwenye mfumo huo? Bongo mbaya, unajua, by the way, wanaofanya vibaya ni watu wakubwa ambao sisi tunawategemea. Kwa hiyo, yaani, usitegemee kupata mtu ambaye anafanya vizuri kwa sababu kama wakubwa wote ndo wanafanya hivyo basi hakuna mtu atakayefanya vizuri, kwa sababu watu ambao tunawaangalia ndo wanafanya hivyo, ndo wanashindana, wanawana nini, wanakauzana, wanagombana. Hakuna oh, mtu anayefanya vizuri bado, wote tupo wandaze domu, yani hakuna kitu tunachofanya. Kuna watu wanasema kwamba ushindani uliopo ndo unatusaidia sisi kama kupata mafanikio, yani kama mambo yanaenda fresh, yani game inachangamka na nini, kwako hauioni hiyo kama kuwa na team Kiba team Mondi inachangamsha muziki no no, no. Mm. Hiyo sio impact ya kushindana kaka, eh, yeah, yaani ani hiyo sio impact ya kushindana. Afu wewe ukashindana na mtu wa kwenye familia yako, au sio mashindano. Mm. Ukishindana na mtu wa kwenye familia yako, hiyo itafsiri kama mashindano <laughs> huo ni wivu, unaelewa? Eh, yeah, ukishindana na mtu mko kwenye familia yako sio mashindano. Ukashindana naye na mtu wa kwenye familia, punguze chuki, wa punguze wivu. Mm. Wafanye vizu. Uh, unajua unaposhindana na mtu lazima utafanya vitu unavyofanya wakati wa, lakini wakati huo unabidi tugawanye kwa sababu tupo wengi au wengine anatakiwa wadili na hichi au wengine wadili na hichi. Unajua sisi bongo hatuna wasanii wengi international, yaani hatuna kabisa. Sio hatuna wasanii wengi hatuna kabisa wasanii international, lakini tuna wasanii ambao wanafanya vizuri kimataifa, wanashirikiana pia na wasanii wengine, labda kina Diamond kina Alikiba kina Mario. Hawa sio international artist kaka. Kwanza collab collab, unajua unasika sifa yake. Collab ina pande mbili. Collab ni wewe ushirikishe au ni wewe ushirikishwe sasa ukiona wewe unasi, unashirikisha bila kushirikishwa, ujue basi wewe auwavutii watu wa nje. Watu kwao, unaposhirikisha lazima mwenyewe unashirikishwa ili kuona kwamba e, kweli mziki wangu unapiga hatua kwa sababu kama utakuwa unashirikisha tu wewe, basi hujue uwavutii hawa watu wengi. Oya, turudi hapa kwenye international artist wa Tanzania, nini kinafanya uone bado hatuna international artist na tuna wasanii kama kina Diamond kinakina Alikiba Vipengele vingi sana vinaonyesha sisi hatuna wasanii ambao wameenda mbele. Tukizungumzia kwenye wasanii wa Bongo, kidogo tunaye Diamond, lakini hatuwezi tukamzungumzia, kwa sababu watu wanaofanya mziki ni wengi sana na mpaka tunamuona tu msanii mmoja, wakati tuna artist wa kutosha. Basi kuna namna mziki wetu umelala sehemu. Nini tukifanya sasa tupate international artist? Tofauti tofauti tofauti na vile ambavyo ulizungumzia ishu ya upendo Uh, wasanii waache chuki. Nini kingine kifanyike? Nadhani ni kujaribu kufanya miziki tofauti tofauti, lugha kidogo kuchanganya, halafu tuache kuwa na targeti za ndani. Unajua wasanii wengi kwa vipaumbele vyao vya kutoa miziki inakuwa gani, sio vya nje, yani ni vya ndani. Utakuta tumuone katoka zake kaenda klabu kasikia ngoma la mtu linapiga disko kapagaa, oh, mwe nitengeneze ngoma kama hili ko wabadilishe vipaumbele. Ukiacha uh, masuala ya kushindana ambao unasema yanapelekea ngoma zinafanana, tupige hatua. Ni kitu gani kwenye game kingine kipo? Unaona kabisa hichi kina tufanya sisi tusipige hatua, watu wanakosa muda wa kujitathmini, yani wanafanya tu kwa mawazo yao, lakini hawapati muda wa kujitathmini kwamba okay, kuni nafanya hivi, vipi mwelekeo wangu uko. Yani hawana muda wa kujitathmini koo, natakiwa ni professional unajua lazima una, unapiga una, hatua kidogo alafu unajitathmini una, una, vipi, mwelekeo wangu unaelekeaje? Wao wanafanya vitu kama hivyo. Juzi kati hapa serikali imesema bana, mziki wa singeli ndo utatutambulisha kimataifa, kwa sababu wamefanya research, wameona huko bane, singeli ipo kwetu tu. Unadhani singeli ichukuliwe tu kama mziki ambao utatuwakilisha kimataifa, ama kuna namna bado inginelea kufanyika? e, namna nyingi lakini kikubwa, kama ndo hivyo, tumeshapata sound, ni kikubwa, lakini namna ni nyingi watu wanaweza wakafyuzi -wa huo mziki wa singeli wakatengeneza kitu chengine ambacho kinaweza kikaingia hata mataifa mengine. Sidhani kama origin unaweza ukapenetreti mpaka huko mbele, lakini kama tutaendea kuwa wabunifu kwenye mziki wa singeli tukaongeza kitu tukafuse tuka nini tukachanganya tuka na nawaza zao, ni namna nzuri ya kupeleka mziki mbele, lakini kubwa tumeshapata saundi ambayo inakubalika noma. Huyo ni producer Cukie Daddy ambaye amezungumza hivyo. Maoni yako ni yapi kwa hichi ambacho amekizungumza? Dropisha comment yako katika uwanja wa comment, lakini pia usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Mi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa taa ya mteme wako nangu, na mnasemaje? Kuna sababu gani ya kuwa na mavazi mara tatu kubadilisha siku siku moja moja? Kuna sababu gani necessary necessary? jamaa ametumia milioni karibu mia mbili mia tatu ya yeah, harusi kwa kufanya mambo yawe mjini yeah. Ndio ile ilichukua hata wiki wiki, ah imekufa eh yeah. Binti anataka kurudi nyumbani, mambo yanaanza kuwa mengi, jamaa anamuiza hiyo, yaani baada ya kutumia haya yote mimi na nataka kurudi nyumbani Nakumbuka mshikaji wangu mmoja hivi alimwacha alimwacha demu tukikisa, alimwambia ni posti kwenye Instagram yako hoo, kataa. Akaambia ni posti kwenye Instagramu yako <laughs> <laughs> demu <laughs> bebi, ni post e, e, e, kagoma e, kugoma. Basi akawambia basi tunapenda kuchukua wanawake ambaosiorevu zetu